Baba na ni katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe, Mfalme. Wewe ni Ebenezer, wewe ni Mungu unayestahili, Jehova Shama, pokea sifa na utukufu na mamlaka, maana zote ni zako. Mungu wa Israeli, tumekuja mbele zako jioni ya leo tukisema, unastahili Bwana, hakuna mwingine kama wewe, Mungu wangu. Tumekukimbilia jioni ya leo baba ili tusiaibike, tumekukimbilia jioni ya leo baba ili tukauone uso wako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe baba yangu Pokea sifa na utukufu na mamlaka, maana zote ni zako Baba. Tazama, tumejikusanyika mahali hapa Bwana, ili tukalinue jina lako mtakatifu, ili Baba tukalisujudie jina lako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Hakuna mwingine kama wewe Baba yangu. Pokea sifa na utukufu na mamlaka na adhama, maana zote ni zako Baba yangu. Hakika unaweza mambo yote Bwana, hakuna mwingine kama wewe mfalme. Umeshuka chini ya miguu yako jioni ya leo ili jina lako likainuliwe mtakatifu ili jina lako likapewe sifa Bwana, hakuna mwingine kama wewe Baba yangu. Baba, achilia mamlaka za mbingu zikanene mahali hapa Baba, jioni ya leo wewe ni mwema mtakatifu na unastahili kuinuliwa, hakuna mwingine kama wewe Mfalme. Pokea sifa na utukufu na mamlaka na adhamu maana zote ni zako Mungu, na ni kwa Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Mwani, kama kuna roho fulani ya kashetani fulani kawa hapa kati yetu. Mm -hmm. Kwa sababu time ulikuwa unaomba, ulisema tufunge macho tuamini, tuombe, alafu yes, kuna kati yetu kuna watu wawili wamekuwa anafanya litutoa usarakasi hapa mm hivi -hmm, wakiombeana namba sasa, mm -hmm, sijui mtumishi aa watu navaa tuwaeke mbele tukawaombee kalekapepo kawawache mm, wajafanya vizuri sana ni huyu ndugu yangu na huyu dada hapa mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Yameonaje kwanza? Hata mimi kwa nayo somi nionaje, Roho wa Mungu alinionyesha aje sasa. walikuwa nabadilishana manamba, sijui walikuwa nabadilishana vitu vingi tu hapa hivi. kwa hii muda tumekuwa kwa hii kanisa, nataka kusema siri kwa hii na namba hii yake, ndio tubadilishane manamba sawa. Sasa mimi sijui hapo lakini mtumishi wa Mungu, be nimekueleza ni hizo visarakati. Inaonekana ya kwamba nyinyi wote mlikuwa mnaangalia. Wewe ulijua aje kama walikuwa hawajafunga macho, mtumishi wa Mungu? Hata mimi sikufunga nilikuwa na, naangalia okay. Kwa hivyo nyinyi wote eh, inaonekana ya kwamba muukuwa umefunga macho na wame, ito, wakati mnaamini tu, wakati tulikuwa tunaomba, si ndio?